Leo una taarifa moja kubwa sana. Nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, najua tumepita katika kipindi kigumu kidogo, lakini sisi tumesimama imara kwenye mstari wetu na tumefanya maamuzi sahihi kwa ajili ya klabi yetu. Leo tumekwenda kuvuka kwenda kwenye hatua ya makundi. Tuwapigie makofi wachezaji wetu technical staff yetu <laughs> na uongozi kwa maamuzi mazuri. Mheshimiwa Rais Daktari ka Samia Suluhu Hassan, tumeipokea zawadi yako, na sisi kama wananchi tunakuhakikishia kwamba tutakwenda mbali zaidi. Tumefanya maamuzi sahihi na leo usiku wa leo Young Africans itatambulisha kocha bora kutoka Ulaya tambulisha kocha mwenye ubora mkubwa mwenye experience kubwa, kocha atakayetuvusha kwenye mashindano haya kwenda kwenye hatua inayofuata. Habari hii nzuri inakuja kwenu wananchi, na leo tutamtambulisha usiku huu kama zawadi kwenu kwa kutuunga mkono katika wakati mgumu.